Napenda nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kufika hapa siku ya leo, aliyeniwezesha pia kufikia siku ya leo. Ni wapongeze nie, ni washukuru kwamba mmejiunga na mimi siku hii kubwa sana. Ni sema ni mazoea yangu kusherekea birthday yangu, kwa sababu kupewa nafasi ya kuishi ni neema za Mungu. Nilipokuwa Ulaya miaka ni yote niishi na wazungu, lakini Wafilipino wanapenda shule sana, kwa hiyo waliniwekea hu utaratibu kila mwaka kusherekea siku yangu, na nilipokuja huko nikasema basi Nasema kwa namna pekee niwaandike nyinyi ambao mmekuja, najenaejua kama makakesho tutakuwa labda kubwa zaidi ya hivi. Naomba Mungu kwamba akegie uwai uwepo, lakini pia niwaombeeni, Mungu awabariki awape neema zake katika shughuli zetu za kila siku, maisha yenu yawe ya we, baraka Mungu nazie, usuaki, na Mungu awaangazie uso wake katika maisha yenu, na basi mchukue nafasi hii mona hamsini upana chakula tusichelewe sana kula chakula. Kusimame tubariki mapaji. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bongo Mwenyezi, tuna kushukuru jini yanewa wa neema zako. Tunakuomba basi, bariki mapaji yaliyoandaliwa kuangia sherehe hii, na takase au na yetu tpaa kuikia vipane guu